Guys, tunasemaje? Tumebadilisha channel yetu ya YouTube, inaenda kwa jina James Movies 254. Eh bana, tukahindura channel yacu ubu ngubu itwa James Movie 254. Guys, tunaomba mtupe support pale YouTube yewana turaasaba kugira ngo mudushyigikire hano kuri YouTube. yeah, tunaomba msubscribe, muwe mna comment na mna share video zote. wana turaasaba kugira ngo mung mudashire mushire commentary zanyu za turabakunda, alafu kizuri zaidi tutamwekea movie zote kuanzia ijumaa hii ijayo, movie zote za kiswahili tutamwekea kwa chaneli yetu ya YouTube. Ewana uwera kwa gatanu dushire dushire mafilimi aryoshe uwera gata, kwa gatanu mudukurikirane cyane tunasemaje sisi sio sisi bila nyinyi na nyinyi sio nyinyi bila sisi tunaomba hiyo support mtupe asanteni sana eh bana mwebwe bila twebwe twebwe ntago twaba mwebwe mwebwe mudari twebwe urakoze cyane official defiance hapa ni uyu richemu skingi og shukran